Walijawe kutupa, mwambie mwenzako, sisi siyo kama wale wa kubeba bebwa, tuna kwenda kutupa kwenye ukingo wa mto. Sisi sio kama wale, walipofika kwenye ukingo wasema, tumtupe, moja mbili tatu, tumtupe, wamtupe apa. Mimi nasema yeye akatutumua uungu wake. Sasa akasema, si mnasema mimi ni kijana wa nyumba ya nne Si, mnasema mimi ni kijana form 2, form 3, form 4, mnasema mimi ni kijana wa Kinyakyusa ni kijana wa Kindendeule. Akatutumua maguvu zake. Sasa akajitutumua, sasa akajidhihirisha kwa mimi ni mwenyewe. Alafu wame, wame, akapita katikati yao tip, tip, anaondoka. Wamezubatu, amewafurizi yani, wamezubatu. Naamuru kuanzia kwanzia leo upite katikati yao kwa jina la Yesu Kristo Bwana wa Mungu aliye hai. Pita katikati yao kwenye maisha ujue, kila maisha na matukio, kuna siku ya kushushwa ndani ya kikapu. Kama Paulo akashushwa ndani ya kikapu kutoka gorofa ya nne, aliposhushwa ndani ya kikapu kule Damasko, Paulo akakimbia. Zote hizo ni mambo ya rohoni. Sio siku zote utapita katikati yao, kuna kwingine unashushwa kwenye kikapu. Kuna siku zingine za kujifanya zezeta kama Daudi. Daudi amefika kwa mfalme Kishi, kwa mfalme Kishi, anamkimbia Sauli. Walipomwona wakasema, huyu sio Daudi aliyemuaga Goriati? Mbona, mleteni tumuone. Akapewa, akapelekwa kwa Mfalme Kishi. Alipofika kule akajifanya chizi, mate akaanza kumdomoni. Daudi anajua kimeumana hapa hapa siwezi kujitanua hapa, anajifanya zezeta. Usifikiri kuna siku siweza kujifanya, wanajifanya kabisa kwamba kimeumana. Bibi inasema show very weak when you are strong, and show very strong when you are weak. You confuse your enemy. Let the weak say I am strong, wale walio dhaifu you wa na waseme nina nguvu, kwa sababu ya yale bwana aliyotenda, aliotenda msalabani. Jua hekima ya Bwana, akajifanya kabisa mfalme kishwa, anamwambia mfalme, huyu ndio Daudi amemkimbia bwana wake Sauli, miaka mitano iliyopita. Ndiye aliyemwoga Goliati, shujaa wetu. Amekimbia, tumempata. Mfano kisha asema mpeteni, bwana mimi mwone yupi Daudi kabisa, yule mwana wa Yese Akaletewa Daudi, akasema hapa da. Sasa mlango wa kutokea, hakuna jaribu linalowapata bila mungu kutengeneza mlango wa kutokea. Mungu ana saizi yake kila mahali, wala usiwe na woga, usiwe na wasiwasi. Mungu kwetu ni Mungu wa kuokoa na njia za kutoka mautini zina yeye. Tunamwita Bwana wa mabwana, Simba wa kabila la Yuda, vita vyote vina yeye. Jeshi lichapo jipanga kupigana nami, moyo wangu hautaogopa. Wa neno moja nimelitaka kwa Bwana, ndilo nitakao litafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, ni utafakari uzuri wake hekaruni mwake, ili mradi yeye atanisetiri ndani mwake siku ya mabaya. Jeshi lijapo jipanga kupigana nami, sitaogopa. Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, nimeogope nani? Watenda mabaya waliponikaribia, watesi wangu wanile nyama zangu, walijikwaa wakaanguka. Jeshi lipo jipanga kupigana nami, moyo wangu hautaogopa. Ah! ikiwa Mungu yuko upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Kwa msaada wa Bwana tutatenda mambo makuu, maana yeye amewakanyaga watesi wetu. Bwana ni mtu wa vita, Bwana ndio jina lake.